pia wa uwando wanombola maina ni manza si. kufunga ino kamba haa ambayo hii ndio ya kuzulia huyo mnyama kukusini kwenye muhi ambao ndio mtakuku nyuma yuma na hakikisha kala kweza kungoka mm. ndio unaanza kuku mbere kwenye umhego kukumbere mazaika vivi vigongo vyeri vi manzu vya mbere ani vivi ndo omuhe gosinu ha naziraha vigongo vib veri vi avisitireho visi ili vising'oke ala kutatizikano nangu vizoro muhi ne afyulo ika vivi sasa na vigongo vinjine navyahula mwanze vivigongoa vinahula kumira chifyu amapanga <laughs> uh. sa vivi nav navidunga aa uh -huh. kai kai ya vivigongo vibomge vivi, vivi ni vya kuzulia ile kamba ambao ndakala nageel mnyama achombole azuliwe navo vinafakala vieri kuku upande wa kuku na upande mjini Alafu sasa sa kuku kanda kuku. Unaika vigongo vinjine ili atombola akalehere yani nombola nyumba. Nombola nyumbani ni na malombo na mriango ni mriango ni wo mwenga. Na mikira vigongo kuku. Kanda kanda. Ngira vigongo vya kala atombola yani kale njira ni yo mwenga. Kenda hosi. Atombola nenda nao paka paka mwisho yani. Afikeko kwenye mhego. doiwna inausaidia kala chihega yanuna imani yakala yuy mnyama achombola kandenda huhosi eh, kanda weza kuchupa kenda kujine wala nni na azimombole na. Nahaeyo muhambo injira injine yosi inafa ikale iziwa yani kale atombola ni haho mbere mriango ndo kale ndomborera yani mtombolavye nyumbani so na hakikisha kukuzia, kamare, kuko. Na kuzia. Yo, yani, ukala kaweza kwenda kiheri ka gongo kamba wana kakamba fulani unafunga unafu upate chigongo bacho ndachidunga hasini chigongo nachifunga na u um, hii kamba ambayo ndasaidia kala achikanombola akizaguta hii kamba tu umwegona maruka um, dzulu nananuka naye kaumricha numa nazima onuke naye Mka kanakona kagonga paka kazamekotinya mitsanga kabisa saharao mm. kasawa kanambokang'ooka kananda mambo zikaka kanafaa kukala.

Si. fuaapaa nakagongwa aknaumira kakuhegera aadjulu mbakandazulia ikamba ya tsini nagobyakanafaa kukala kaziho ikalekakanora ukuina kutapatapa chipata chigongo chifua ni bora zaidi maana huwakachiweza kala chini chibandike

bau kanairomuura ambao ni kaka kakagongo kaka ndo nakiraha nwakupitianga unapitia ngira hasa ndokikiraha Kaka u hmm. ke... hasa unafumba kaka kakagongo kakauwakanafungwa apima kabisa osaizi kasifike dzulu kabisa kaka kagongo kanziwe kaipe nafasi achiro chigongo chirau warau kada kalechindema avyo fikira haha sasa ndi hego benona tena karibia kare kgomani kokuwika tayari tu nakale chila chitu chikala sawa kuku nakuzia kuku bamba kamatengezo ukuta tena no unakuzia ili kaleku nonesaka mainani kumbe iakareko kwonze nenenda In. ni kuna iro chiza fulani aboshinakala kuo ndani boshinamwenda nanaanikukumbere ndoku mwenye mwangaza kwasa nafa kufika kuku mwana nanikafua kuumira njira injini yoyose sasa ndio ndamwenda mpaka yani a azezenjize haane enyero hanzi asa haha nakumarigizane niuchifunge jikale kashindauka chifunge nachonehere chinauka nachifungo chikinye kamare kale kacheze ni chihurireo napitanga sasa kale makini yole mpaka mwisho maana habendo muhimu chikaseraha hamuego be kakuna mnyama hyosindekuja kugwira ndona nazafugula rino hanzi fugularo hanzi navisha vi vigongo virudze vya hulanda visha vi vigongo vivi avruvikamarahiri nanafa re hanzi rikalekoko ndani ili achombola tatambo ambe nazaguta ikamba kale kaleri handiridzimvala kari kosingoni ilashibebwa anachiza kutakukuna bebwa kare nakinywa kazakaladeosi kambo zavisha huku evi vigongo vi vigongo kwahulwa vinasaidi ya kuzuliariri zuliariri anzi asachikoivikata vipana

nehenza culture yangu yani nehenza niendeleze kwa sababu ni chito wacho wale china hendeka yangu haho, naenda bidi uchendeleze kwa sababu chika kuna kazi ya kuhenda nyumbani. Unaona, nasikira tu fulani, yani kusinywa noni unaza nyamstuni una hega mihego ye, unazulia riziki sino, unaenda nyumbani au ukashuhudia familia kuna mboga. Sasa zizi tanya mwanjini unahega kanga kuna makala, kuna ndezi huwa na hega nyama nyingi sana. Sasa mara zingine huwa unaguza, ila sasa chidi bana unaamba ah, bengo jahu uende chitoe nafi ufurahia hmo nyumbani na chikanga kuguza, sasa magana. magana mane pesa, era era, era kumiwa wonapesa mbizo eh, daku nyumbani pya wanaamirwa u uh, kuro na u ndasaidia vitu vinji sana maana wakati minebanurini namaya kuronaaiisada kea

ni msaidie pia maana huyo ninyo kana Aswahili wanamweha panya buku huyu, namweha kuhe yeah. kuna pingi, kuna matali, kuna mazuze, kuna vitako, kuna makala, kuna monzo. hatuani na manya we viricha chikona vibe namba

gala msimu wa mvula nirahisi kuwamanya magulu nirahisi kuwamanya za o agaraunaama jui jui yeah.

Na mimi nene sakutenge kutengeza yani mihego mingi nani gbire mnyama mbomu.